Tuelekee kaunti nambari tatu, sasa ambapo washikadau wa masuala ya watoto pamoja na wataalamu katika sekta ya elimu wameelezea haja ya kuwa makini kuhusu afya ya wa, afya akili ya watoto, wakizungumza wakati wa kuzindua mpango maalum wa kutoa hamasa kwa jamii mjini Malindi. Wazazi wametakiwa kuchukua jukumu kubwa kwenye juhudi hizi. Pia mpango huo umezinduliwa kulenga misaada katika kuboresha mtaala wa CBC humu nchini. Hata katika hii program tunatayarisha watoto kuenda shule. Hii vile nimesema, unatumia play based learning ile ku kusoma na michezo, kuwatayarisha mtoto aweze ku, uh, kufaulu zaidi wakati wameingia kwa wameingia shule. Kupitia ile pilot phase, nimeona tayari iko na manufaa na inasaidia kwa sababu tumeona mtoto ambaye alikuwa kidogo amelegea amebond na mzazi zaidi. Na muhimu sana ni ku create awareness wazazi kujua, mzazi kujua kwamba responsive caregiving or parenting ni muhimu sana. Hii program ya Elimu Family Stawi ilikuja kwetu na tukaipokea, na tulipoanza haya mafunzo tuliendelea nayo. Kwanza kabisa tulifundishwa kuhusiana na mtoto na mzazi, jinsi tunaweza kulea hawa watoto wetu vizuri, na tunaona kwamba imetusaidia kwa sababu kufikia sasa mtoto amekuwa, watoto wamekuwa marafiki ya wazazi.